au za ukamilifu wake. Mwanamke anafikia ukamilifu hadi wapi, au kwa njia ipi? Hapa tunaelezea tulifika, tukawa tunaelezea njia ambazo Mwenyezi Mungu ametupatia za kufikia ukamilifu, kiu jumla, awe ni mwanamke au mwanamume. Sote tumepatiwa, kitu cha kwanza ni akili, na pili ni moyo. Na akili hii ili kuikamilisha yenyewe. Ndiyo mtu anapokosa kuitumia akili yake, tunaambiwa kwamba la dina liman la akla lahu, mtu asiyetumia dini yake, akili yake hana dini. Dini asili yake ni kutumia akili. Jambo la pili pia tulisema ya kwamba akili inakuwa ina upungufu ikiwa haitakuwa na ilmu. Ilmu ndiyo taa ya kuiangazia akili, kwa hivyo tunahitaji tusome tupate ilmu ndio tuweze kufikia daraja za juu, na tumeweza kujua utukufu mkubwa alio nao mwenye ilmu. Bali innama yakhsha llaha min ibadihi alulama, hakika yule ambaye au katika wale, hakika wale ambao wanaomwogopa Mwenyezi Mungu katika, katika waja zake okay, ni wale maulamaa kwa sababu wanamjua Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala zaidi, vizuri zaidi wao. Kwa hivyo ndio wanamuogopa Mwenyezi Mungu zaidi, na wao ndio wanafahamu amri za Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo wao ndio watakuwa atifu zaidi. Kwa hivyo ilmu <coughs> ina utukufu huo, ya kwamba hiyo ndio inamfanya mtu kumjua Mwenyezi Mungu na kumuogopa. Alafu pia tulizungumza na, na tukaelewa tofauti iliyoko baina mwenye kufanya tu ibada wala bila ilmu au elimu chache kidogo sana na yule ambaye ni msomi au mwenye kushughulikia ilmu. Tukajua kwamba tofauti yako ni daraja sabini na baina ya kila daraja ni miaka mwendo wa safari wa ba, farasi wa miaka sabini Kwa hivyo hebu hesabu itakuwa ni umbali gani ambao ulioko baina ya alim na abid, mwenye kuabudu Mwenyezi Mungu na uje yule mwenye kuwa na alim. Kisha kando ya hapo, tukaelezea ya kwamba kule tu kutafuta ilmu wewe uwa katika, hata kama hujakuwa alim lakini uwe katika hali ya kutafuta ilmu, ni kitu kitukufu sana, yenyewe ni ibada kubwa zaidi kuliko hata ibada zote zingine, yaani kusoma kuna shinda kuswali, kuna shinda kufunga kunashinda kwenda Eh, kwa mfano hija kunashinda mambo mengi sana kule, na ndio daraja kubwa zaidi. Mtu anapofanya anapochagua kitu achague hiki na kile, utakuta elimu eh, ndio bora. Kuna wakati hata tunaambiwa katika hadithi ya kwamba Mtume sallallahu alayhi alaihi waalihi wasallam ma salli ala Muhammad wa al. ali aliingia msikitini akakuta makundi mawili Kundi la kwanza akalikuta lilikuwa linafanya ibada linaswali na nini, wengine walikuwa kikaa wakizungumza kuhusu ilmu. Mtume alipoingia akawaacha wale, yaani hakuenda kwa wale wenye kuswali kufanya ibada, bali alienda kwa wale ambao wenye ilmu, na akawa akaonyesha na pia kwa maneno ya kwamba kitendo hiki ni bora kuliko hiki kingine kwa hivyo ile tu hali ya kupata ilmu, na tulisema kwamba tu mtu kusoma tu kitu kidogo, mlango mmoja wa ilmu, utakuwa unatoshana na mengi sana, na malipo yake ni makubwa sana. Mwenye kutafuta ilmu akifariki katika hali ya kutafuta, atafufuliwa pamoja na na mitume, anapolipwa atakuwa pamoja, analipwa pamoja na mitume. Kwa hivyo ilmu ni kitu kikubwa. Hayo ilikuwa ni kwa mukhtasari yale ambayo tuliyosema, lakini kuna hali ambayo ipo ni kwamba hii ilmu inatosha tu kusoma tu basi, hauna haja ya kutekeleza chochote, basi ni kusoma tu. Tunaona kwamba hadithi zenyewe zinatukataza. Tunaambiwa kwamba ilmu inahitaji mtu kutenda na lengo la ilmu na malipo ya ilmu ni kutenda, sio ubaki tu umepata elimu na jaza tu stoki yako bila kuwa utaitumia. Imam Ali anasema ya kwamba al-ilmu bila amalin wabalun, ilmu bila kutenda, bila amali ni balaa kwa mtu, ni maangamizo kwa mtu. Wal amalu bila ilmin dalalun, na amali, mtu kutenda bila ilmu pia ni upotofu, ni dhalal Yaani mtu ambaye anatenda na hana ilmu yeye ameupotea, kwa sababu atajuaje kile kinachofaa, amali yake sahihi au si sahihi? Kama hadithi nyingine pia madhumuni yake inasema man amila bighairi ilmin kana ma yufsidu akthar mimma yuslih, mwenye ku, kufanya kitu bila ilmu huwa anaharibu zaidi kuliko kutengeza. Sasa kwa mfano tuchukulie mtu anapika na hajui kupika. Mara ataweka chumvi mwanzo, sijui kitunguu ata, ataweka kingi nyanya, sijui ataiweka hata, chakula mwishowe hakitatoka na ladha, kwa sababu anafanya mapishi bila ujuzi. Badala ya kutengeza, ndio atakuwa na haribu zaidi. Vile vile ibada, ukiwa utaswali huna elimu, utafunga bila elimu, amali yoyote unaifanya bila elimu, utakuwa na haribu zaidi. Kwa hivyo elimu bila amali ni, upot, ni, ni, ni, ni maangamizo na amali bila ilmu ni upotovu. Hiyo ni moja. Ingine Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema man izdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad min Allahi illa buuda. Hii elimu inayosoma ndio inakuzidisha kumkurubia Mwenyezi Mungu. Sasa, Mtume anasema mwenye kuzidisha ilmu, manizdada ilman, mwenye kuzidisha ilmu akaongezea ilmu kila siku na akasoma kila siku mlango mpya, walam yazdad huda, na haja haongezei ubu, hap, hazidi kusonga mbele katika uongofu, hapati uongofu zaidi, lam yazdad minallahi illa buda, atakuwa badala ya kuzidi kuwa karibu ndio anazidi kuwa mbali zaidi, yaani kwa sababu hii elimu ima ni ufate njia hii ya kutenda na kusoma na kutenda na kusoma, na kutenda utakuwa unazidi kumkurubia Mwenyezi Mungu, lakini unapokuwa ni kute, kusoma bila kutenda bila, utakuwa unarudi upande huu kinyume chake, na badala ya kuwa unamkaribia Mwenyezi Mungu, ndio unazidi kuwa mbali mbali mbali. Sasa mwenye kusoma zaidi bila kutenda atakuwa anazidi kuwa mbali zaidi na Mwenyezi Mungu na mwenye kuwa anatenda atakuwa anazidi kumkurubia Mwenyezi Mungu subhanahu wataala. <coughs> Nyingine pia inatuambia kuhusu kutenda na natija ya elimu ni nini. Nasema Imam Ali alayhi salam, thamaratul ilm alamalu bihi, matunda ya kusoma. Kila mti una matunda yake. huu, mtu, ma, huu mti ambao ni mti wa wa kusoma wa ilmu, vile unavyozidi unatoa matunda na matunda yake al-amalu bi, ni kutenda kufatana na ilmu ile. Sasa ikiwa mti utapanda unamea na hakuna matendo, ni sawa na mti usiokuwa na ma matunda. Utakuwa na faida. Faida yake ni nini? Ni ukato uondolewe nyingine ya Imam Sadiq alayhi salam anasema Al khashyatu miza mirathul lilmu, kuogopa, yani kumwogopa Mwenyezi Mungu ndio urithi unayopata kutokana na ilmu, yani malipo ya ilmu. Ukishapata ilmu mwishoe ni kwamba malipo yake ni kwamba utapata au urithi utakaopata kutoka kwake ni kumwogopa Mwenyezi Mungu, kama vile aya ile ingine tumesoma, inama yaksha llah min ibadihi lulamaa Hakika si jambo lingine ila tu wenye kumwogopa Mwenyezi Mungu katika waja wake ni maulama, ni wasomi. Kwa hivyo kitu cha kwanza mtu ambacho anachopata kwa kupata ilmu ni kumwogopa Mwenyezi Mungu, utakuwa unamjua zaidi. Wal ilmu shuaul maarifa, na ilmu nayo ninini? Ni nini? Ni miali, inatupatia miali ya kufikia maarifa, ni miali ya maarifa yaani kwamba mtu anayetaka kupata maarifa anahitaji kupata ilmu. Sasa hapa niunganishe kidogo, ndio nifafanue tofauti ya ilmu na maarifa. Ilmu ni ilmu, mtu anaposoma huwa inaingia wapi? Inaingia kwenye kichwa cha mtu, kwenye akili ya mtu. Kwa kusoma unaikamilisha akili yako, lakini Unapokuwa tu umesoma na umebaki elimu yako inabaki kwenye akili yako, basi ile, ak, ile ilmu itakuwa haina faida yoyote. Utakuwa tu mtu ana, ana akili, ni sawa na wale maprofesa na ni walevi, ni waasi wa Mwenyezi Mungu, ni wauaji. Amesoma mambo mengi, hata elimu yake pia aitumia. Hata shetani mwenyewe alikuwa msomi mkubwa sana, na kama si elimu yake hangeweza kutudanganya vile anavyotudanganya na kutuhadaa kwa sababu ana ilmu nyingi, anatujua, anajua Mwenyezi Mungu, anajua siri za za ulimwengu, ndio sababu anaweza kutudanganya, lakini ilmu hiyo haitufaidi fa, mtu sasa, ilmu inapotoka na kuwa na miali yake ikawa ikaingia mpaka kwenye moyo, ilmu inabadilika inakuwa ni maarifa. Sasa tofauti ya ilmu na maarifa ni kwamba ilmu ni ya akilini na maarifa ni ndani ya moyo na kitu tunachohitajia ni kwamba ilmu ambayo inabadilika na ikawa imekuwa ni maarifa, ikawa imeingia kwenye moyo wako, yani kwa kuamini yale ambayo umeyapata ume kuyajua kwa ilmu na kuyatekeleza kwa vitendo, hapo ndio maarifa yanapatikana. Ikiwa ile ilmu haitakuja na kuingia kwenye moyo, ni wangapi ambao wanajua Uislamu ambao si Waislamu? Wanafanya uchunguzi wana, wana, hata wanaandika vitabu kuhusu Uislamu wambao wanaoitwa orientalists yani mustashrikina kwa Kiarabu au ma orientalists, yani wanajifundisha Uislamu, wanausoma Uislamu, lakini kwa lengo la kupata nini? Kuupiga Uislamu. Na utakuta wanajua sana hata Qurani, lakini kwa sababu ni ilmu, haijakuwa maarifa, haijaingia moyoni mwao, hawajaamini. Basi wana ilmu lakini hawana maarifa maarifa ndiyo yanayokuwa yamepatikana kutokana na nuru au mwangaza mia au miali ya ilmu, na ni kutokana na kuwakubali na kuamini yale ambayo uliyosoma na kuamua na kuyatenda. Kwa hivyo ilmu shu'aul maarifa, ilmu ni miali ya maarifa inayoikia maarifa, yani kwa kupitia ilmu unapata maarifa. Wa qalbul iman na ilmu ndiyo moyo wa imani, yaani kwa kusoma utakuwa umepata kitu cha kuweza ku, ku, nini, kukuza imani yako waman hurimal khashya la yakunu aliman. Tumesema ya kwamba mirathi au urithi wa ilmu ni khashya, ni kumwogopa Mwenyezi Mungu. Sasa ndio inasema na mwenye kunyimwa khashia, akawa amesoma lakini hakupata khashya la yakunu aliman, huyu sio alim. Ambaye anaitwa alim ambaye ana maarifa wa in shakka shara bi mutashabihat. Hata kama kwa elimu yake ana elimu nyingi kiasi, kwa elimu hizi mutashabihat yeye yani, kuna elimu inaitwa muhkamat, mutashabihat. Muhkamat ni vitu ambavyo viko vinaeleweka wazi, mutashabihat ni elimu ambayo zie azieleweki yani, ni vitu ambavyo vyenye kufanana, vyenye shaka ndani ye, ye, huyu ikiwa na elimu mpaka anajua hii elimu ya mutashabihat kiasi cha kuwa hata ana uwezo wa kuipasua nyele unyele akaweza kupasua kwa elimu yake eh, hana na akawa hana khashia yani, akawa profesa kwa mfano na hana, hana khashia ashia, hana kumuogopa Mwenyezi Mungu, huyo haesabiki kwamba ni alim. Alimu wa kweli ni yule ambaye amepata elimu, elimu yake ikabadilika ikawa ni maarifa na ikawa kuna khashia, yani kumuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anasema, Qala Allahu Taala, Mwenyezi Mungu anasema, innama yakhsha Allah min ibadihi lulamaa. Hakika wenye kumwogopa Mwenyezi Mungu katika waja wake ni ni nani? Wasomi waliosoma. Nimalizie kwa hadithi hii, alafu tutakapokutana tukutane kwenye maudhu nyingine au kwenye marhala nyingine. Ni kwamba Imam Ali alayhi salamu anasema ina lilma hayatul qulub, ilmu ndio uhai au ndio kitu chenye kuhuisha nyoyo. Ilmu lakini ilmu gani? inayokuwa imebadilika kutoka nu ilmu ikawa ni maarifa. Hapa tunapo inayokusudiwa hapa ilmu ni ilmu ambayo imebadilika imekuwa maarifa maarifa, maarifa ilmu inabadilika inapokuwa imeingia maarifa, ma imekuwa ni ya moyo. Ikishaangazia ikisha moyo basi itakuwa ni maarifa ma, ndio inasema inna lilmu hayatul qulub. Ilmu, ilmu ndiyo yenye kulete uhai katika nyoyo. wa nurul absar, na ni nuru ya macho, lakini macho yapi? Sio macho haya tu, macho ya ndani ya moyo, kwa sababu mtu ana macho manne kuna macho ya juu ya dhahiri na macho ya ndani ya, ya roho. Hayo macho ya, ya ndani ya roho yanapata kufunguka na kuona na kuondoa upofu wake kwa ilmu, yani ilmu ambayo inabadilika maarifa, nuru, inakuwa ni nuru. Ilmu hiyo, nurul absar, ni nuru ya macho. Minal ama, kutokana na upofu wa quwwatul abdan na pia hiyo ilmu ndio nguvu kwa mili minadhaafi, kutokana na udhaifu. Mtu anapokuwa na ilmu, moyo wake unapata uhai, macho yake yanapata mwangaza, na anaweza kujua haki na batil, na mwili wake pia vile vile unaathirika, unapata nguvu, anakuwa na nguvu ya kutenda. Utamwona hata mtu ambaye anajua, anapokuwa na maarifa, utakuta mwili wake anapata, kama ni mgonjwa utakuta amepata nguvu. Kuna mmoja ambaye nikitoa mfano, kuna msomi mmoja, yeye mwenyewe hajiwezi hata kusimama, lakini yeye mwenyewe ni imamu wa msikiti. Anapoletwa msikitini huwa analetwa kama amebebwa, lakini anapofika pale kwenye swala, inapoanza swala, nguvu hutoka wapi? Unashangaa, huwa anasimama, anaswalisha kwa sababu anajua swala ni nini, anajua yuko mbele ya nani. Nguvu anazipata anasimama, anaswalisha. Akishamaliza swala tena hajiwezi, anabebwa akirudishwa nyumbani. Mwingine tena tulisikia kwa mtu mzee amefikia labda sijui miaka sabini. Kuna mmoja ndio alikuwa akituelezea tulipokuwa huko Karbala, asema ajabu, mwenye kumjua na mwenye kumpenda Imam Husein amepata maarifa ya kumtambua Imam Husein inapofika mwaka mzima huwa kitandani hajiwezi, huwa amelala, ni kiwete yani, hajiwezi yani amepooza. Lakini inapofika siku za Imam Hussein, siku za arbaini ya Imam Hussein, kawaida watu hutembea kutoka waliko. Kwa mfano, kutoka mak, uh, nini, Najaf na kwenda mpaka Karbala, kutembea miguu. Wengine wanachukua siku tatu siku nne, wengine wanachukua siku kumi na tano akiwa anatembea. Hii ni ibada hasa na hii ni ibada special ambayo hakuna kwenye madhehebu yoyote mengine, ni ibada ambayo iko kwa madhehebu ya Ahlul Bait. Kuna ibada aina nyingi, miongoni mwa ibada ni kutembea na yeye. Inapofika wakati huo, ajabu, hubadilika ghafla, anakumbuka Imam Hussein na husimama na hutembea, akaenda kwa siku bila hata, na wala hata kigari nguvu zake anazo anatembea, mpaka siku kadhaa, kama ni siku nne tano sita, anaenda mpaka anafika kwa Imam Hussein, alafu anarudi. Akirudi tena hajiwezi kwa muda wa mwaka mzima, tena hana nguvu ya kutembea. Lakini yale maarifa, ile nguvu ya mwili kwa sababu ya maarifa aliyokuwa nayo na ilmu aliyokuwa nayo kuhusiana na jambo hili la la kuenda matembezi au kutembea miguu kwa ajili ya Imam Hussein na utukufu wa Imam Hussein, anapata nguvu za kusimama ghafla. Kwa hivyo ilmu au tuseme lugha nyingine maarifa, kwa sababu ilmu ambayo imebadilika imekuwa maarifa ndio inafanya mambo haya, ama ilmu iliyobaki kichwani haina hayo. Inshallah kwenye kikao kingine tutaingia kuhusu sasa kujua maarifa, sasa si ilmu ambayo inabaki kwenye kichwa, bali ilmu ambayo imebadilika kwa kuamini na kuingiza ikaingia moyoni ikawa ni katika ilmu iliyopo ndani ya moyo inakuwa ni maarifa. Tutataka kujua utukufu wa ilmu hii au maarifa haya, utukufu wa maarifa na kuhusiana na maarifa ndio mazungumzo yetu yatakuwa, alafu kisha, kwa sababu sasa ni kana kwamba tumemaliza kuhusiana na akili. Tulisema viungo viwili ambavyo ndio njia ya kupata ukamilifu, tukasema ni akili na moyo, lakini sasa tumeona ya kwamba akili haitoshi peke yake bila kuunganisha na moyo. Yani, ilmu inapoingia kwenye akili alafu ilmu ile iweze kuingia mpaka kwenye moyo, hiyo ndio itakuwa ni njia ya kupata ukamilifu wa kumfikia Mwenyezi Mungu. Sasa tutajua vipi na maarifa vipi haya ya moyo yako vipi, na ni aina ngapi za maarifa za kuweza kufikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tufikie hapo.